gesi na kulipua vihenge vya mafuta vilivyoko pale Kigamboni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni shukuru vyombo vya dola vimelinda kule. Mpaka leo mnaona miundo mbinu hii inaonekana. Jaribio la tatu lilikuwa ni kuchoma jengo la tis, la TCRA. Na walichoma wali kibanda cha mlinzi. Jeshi likaja mbele kwa ajili ya kulinda amani hiyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo jingine lilikuwa ni kuchoma miundo mbinu ya TANESCO. Ilikuwa kulipua hii gesi, kulipua hapa Ubungo pamoja na kulipua kule Kinyerezi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo hii miundombinu inayoonekana hapa kwa sababu vyombo vimefanya kazi. Kama tungesikiliza maneno na like haya hamna tunayoyafanya. Madhara haya tunayoyaongea tugombane tunavyoweza kugombana, lakini kamwe tusiendelee kuichoma nchi yetu wenyewe. Tukilipua nchi hii lazima nasi tutakufa. Itakuwa ni kufanya fujo kama vile kukata mti tukiwa kwenye tawi la mti. Hiyo mwisho wa siku maendeleo ya taifa letu yatarudi nyuma, na adui atapenya katikati, ili sisi tuweze kufeli katika maendeleo yetu. Mungu wa mbinguni atupe kibali, tuendelee kusema na makundi mbalimbali, ili kila mmoja awe balozi wa amani hii kila mmoja awe balozi wa maendeleo yanayofanyika katika taifa letu. Na mwisho kila mmoja asikilize mawaidha ya viongozi wetu. Nilimsikiliza pia kiongozi wa dini ya Kiislamu, alisema tuko tayari kukata vichwa. Mimi naomba nionye pia hapa, tusifike huko. Ndugu zangu, viongozi wa dini, tuwe ni watu tunaoadilisha, tunaokemea. Kamwe tusiweke petroli katika haya ambayo yanatokea, na madhara yake akaja kuwa makubwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimuombe Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI aje azungumze hapa na kukaribisha wewe, Mheshimiwa Waziri Mkuu, uweze kutupa maelekezo. Asanteni sana kunisikiliza. Dkt. Samia Suluhu Hassan, hoye. Dkt. Nchimbi, hoye. Dkt. Mwigulu Nchemba, hoye. Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba, Mbunge na Waziri Mkuu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania viongozi Wenzangu wote wa meza kuu, viongozi wa dini, wananchi wa Kibamba, Ubungo, Dar es Salaam, na Watanzania wote mnaotusikiliza, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania! kazi na utu! kazi na utu! Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Nchemba, awali ya yote ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo ambayo ametuwezesha wote sisi tulio hapa kukutana. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kukuona wewe na kukuteua kuwa waziri mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Samia Suluhu Hoye, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nami binafsi nichukue fursa hii pia kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuniteua kuwa msaidizi wako kwenye ofisi yako ambaye ninashughulikia serikali za mikoa na tawala tawala za mikoa na serikali za mitaa. Niwashukuru pia kwa mara ya kwanza wananchi wa jimbo la Lushoto kwa kuweza kunichagua kuwa mwakilishi wao, na leo hii nasimama mbele ya umma huu nikiwa msaidizi wa Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba ambaye mheshimiwa rais ameona ninafaa kwa nafasi hiyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu Ziara hii ya leo ni ziara nzuri sana ambayo umeona ifanyike mara baada ya ziara yako ya mkoa wa Singida Ziara hii imekuwa ni ziara ya kujionea hali halisi ya miundombinu ya jiji la Dar es Salaam ambayo imepata kashkashi baada ya uchaguzi mkuu tarehe 29 mwezi wa kumi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umejionea mwenyewe vituo kadhaa vya mwendo kasi ambavyo vimepata kashikashi hii. Umejionea uharibifu uliotokea kwenye miundombinu ya DAT, maeneo ya watu binafsi ambayo umeweza kuyatembelea siku hii ya leo Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mfano tu tukichukua hii miundo mbinu ya dat kwa barabara inayotoka Kariakoo kuja Kimara kuna vituo ishirini ambavyo vimeharibika ama vimeharibiwa kwa kuchomwa moto ama kupigwa mawe kwenye siku hiyo, na maeneo ambayo yameharibika sana uliojionea ni mifumo ya umeme, mifumo ya kukusanyia nauli, vituo vyenyewe ambavyo wameharibu vioo, na maeneo mengine ya miundombinu hiyo yameharibika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kutokana na uharibifu huu umepelekea huduma ya mabasi yaendayo kasi kwa barabara hii ambayo tunaita ni ya awamu ya kwanza kusimama na kuto kutoa huduma kabisa kwa kipindi hiki. kazi ya uthaminishaji Mheshimiwa, na jumla ya wale watumishi ambao hawataenda na kasi yako, ile pato na fyekeo ulionielekeza, nitalifanya kwa watumishi wa Tamisemi. Nikuhakikishie tutalifanya hili, ili tuweze kuleta tabasamu ya watanzania hawa. Watanzania hawa wanatutegemea sana, wanaitegemea sana serikali ambayo wewe ndio mtendaji mkuu wa shughuli za serikali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya maelezo haya mafupi, ninayo furaha sasa kukukaribisha ili uweze kuongea na hadhara hii na uweze kutupa maelekezo yako sisi wote tulioko hapa, wakiwemo mawaziri wenzangu wa kisekta, ili yale ambayo utatuelekeza tuweze kuweza kuyafanyia kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana.

viongozi wetu wa dini pamoja na wananchi wote tuli

Nianze kwanza kwa kuwaletea salamu za upendo kutoka kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, anawasalimia sana, anawapenda sana. Nilimwaga kwamba leo nitakuwa na eneo hili. Amenituma niwafikishie salamu hizo za upendo. Pokeeni salamu hizo za upendo. Mheshimiwa Rais ameniambia pamoja na salamu hizo, ni wahakikishie yale mambo ambayo aliwaelezea wakati wa kampeni na pia mkamwelezea kupitia wawakilishi wenu, na leo wameeleza baadhi ya maeneo ya kufanyia kazi, yatafanywa kazi, na hiyo ndio kazi ya serikali ya awamu ya sita yatatekelezwa na kazi hiyo imeanza. Mbali na hilo, pokeeni salamu kutoka kwa makamu wa rais Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi anawasalimia sana, na yeye yuko katika majukumu mengine ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Nikirejea kwenye mambo yaliyotajwa baadhi ya mambo yaliyotajwa na wabunge wetu, mheshimiwa Kairuki ameelezea kwa kina, lakini na Profesa Kitila ameyaelezea kwa kina, na yale ambayo yamebainishwa katika ilani ya uchaguzi yatatekelezwa, na kama ambavyo mheshimiwa rais alisema ya yatatekelezwa kwa kasi zaidi, kwa nguvu kubwa zaidi, kwa kuwa masuala hayo yana umuhimu mkubwa kwa wananchi wa Ubungo. Natambua kazi iliyopo mbele yetu ya kujenga vivuko vya Msewe Sahara, Mabibo pamoja na Sahara Burahati. Natambua uwepo wa kazi ya ujenzi wa barabara ya Shoko Londo, Londa Mongela kilomita 3.4 Bima Msikitini Viwandani New Bagamoyo Shauri Madai Ndafu Mwai Kibaki pamoja na Makonde, NSSF kanisani. Natambua uwepo wa ujenzi wa barabara ya suka bolani. Natambua uwepo wa ujenzi wa barabara ya Bunju A hey, Mbopo Madale kwa kiwango cha lami. Natambua uwepo wa ujenzi wa barabara pamoja na makaravati maeneo ya Mazuru, Ebonite, Goba, Mwishehe, ebeneza Bwege Shimbi pamoja na Mpiji na John d Lapazi Deni Kingazi a Delin Goba Awazi Silayo Msuguri na Mtipesa. Natambua mradi wa maji wa Msumi kutoka tenki la Tegeta. Natambua ukamilishaji wa ujenzi wa barabara ya Kibamba Mloganzila sehemu ya Mloganzila na Mloganzila citizen kilomita nane natambua uwepo wa ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami barabara za Msumi Goba, mwa Korea, Kondogo, Shija Posta, Matembe na Shekibofu Msikitini, Siza KKT Sege Segesera, Jumaikangaa na Ubungo Tiptop, barabara ya Goba kuzidi Goba Majengo Konoike Malamba Kingazi Ufi Makaburini Njeteni Makabe na Azimio. Natambua uwepo wa ujenzi wa barabara ambazo zinaendelea Kimara Bonyoko kwa kiwango cha lami, ujenzi wa barabara ya Kibamba Kisopwa Kwembe Makondeko kwa awamu ya kiwango cha lami, ujenzi wa barabara ya Kibamba Magoe Mpiji kwa kiwango cha lami, ujenzi wa barabara ya kingongo kwa msuguri urasa mabibo hostel makaburini tatedo kwa kiwango cha lami, pamoja na maeneo mengine kama yalivyoainishwa. Haya ni maeneo baadhi, lakini orodha nzima ya miradi ni mingi, na nikielezea yote tutakosa muda yote inaenda kufanyiwa kazi na haya ni